command ya Hamisa kuweza kumwachia mwanaye akamlee mwenyewe. Sasa Mange, baada ya kusikia fununu hizi, aliandika jumbe nzito kupitia Instagram page yake kwamba Hamisa hatakiwi kuruhusu hata mara moja mtoto huyo Abdul uh, kwenda kulelewa na familia ya upande wa baba, yaani familia ya Diamond Platinum. Na hii ni kutokana na uvumi ambao umekuwa ukizungumzwa huko mitandaoni kwamba Diamond Platinumz amekuwa akijihusisha sana na masuala ya ushirikina. Ha, hata mali zake pia, watu wengi wamekuwa wakizieleza na kuzizungumza kwamba zimekuwa zina uhusiano na masuala ya ushirikina na uchawi. Sasa Mange Kimambe pia ameweza kupiga kwenye mshono na akazungumza humo humo akamwambia kwamba uh, Hamisa Mobeto eh, asiruhusu mtoto kulelewa huko kwa sababu kuna masuala mazima ya kishirikina kama vile kafara na baadhi ya mambo huenda yakamkuta mtoto. Sasa Mange Kimambi, tunafahamu kwamba huaga anazungumza mambo mengi na anafahamu vitu vingi kuhusiana na mastaa mbalimbali, so katika hiki ambacho amekizungumza kimeonekana kumgusa kwa hali fulani hivi mwana mrembo Hamisa Mobeto naye pia ameonekana kukasirishwa na kuja na kuandika posti ndefu eh, huko mitandaoni. Hamisa hawezi kuzuia mtoto kwenda kwa baba yake, lakini ameandika onyo pamoja na kutaka, chochote kile ambacho kinaweza kikamkuta mtoto wake, basi atadilinula na Diamond Platnumz. yote haya ni kutokana na ushawishi ambao Mange Kimambi ameweza kuzungumza. Mange huwa anashawishi sana na anayachimbua mambo kiundani sasa kwa mambo ya masta yeye huwa anayachunguza na kuweza kutoa ufafanuzi wa kina zaidi. Hamisa katika hili ameonekana kuungana na Mange Kimambi na hajataka kupinga hata kidogo, na ndio maana ameonyesha reaction za wazi kabisa kwa sababu anajua eh, angeweza kumzuia, lakini kwa namna moja ama namna nyingine kisheria, eh, baba pia ana nafasi kwa mtoto wake. Hamisa amekaa naye kwa muda mrefu na hata baba akimtaka pia kumchukua haikatazwi, lakini kikubwa ni kwamba Hamisa anataka kuhakikisha usalama wa mtoto wake pale ambapo atakapoenda, uh, kuishi nyumbani kwa Diamond Platinum kwa sababu ameanza kuingia hofu kwa hizi tetesi ambazo zimekuwa zikielezwa na ukitazama namna ambavyo Mange Kimambi amekuwa akimchochea Hamisa kutokubali mtoto wake kwenda kulelewa upande wa kwa baba hii pia imeongeza zaidi hofu pamoja na mashaka kwa Hamisa Mobeto. So unafikiri Hamisa kweli ataruhusu moja kwa moja mtoto aenda kwa Diamond au kuna mipango yoyote itawekwa? Tukutane kwenye upande wa comment hapo chini. Till the next time bye bye, Ciao.